Pasta. Hakuna vya ajabu sana mchumbangu ya Amen. Amen, Amen. Dada Lili. Jina la Bwana libarikiwe Amen. Amen. Amen. Uh, kama gisi tulimaliza kusema ile ni jambo kubwa sana na ni ya kutia nguvu sawa, gisi mchungaji mkuu alisema tutasubiri mpango wake kwa kukuja akuye afungishe arusi. Jina la Bwana libarikiwe amen. Felicitations papa Benjamin, ile nyo nafanya ni jambo kubwa sana so, mipango ya, ya kanisa iko namna hii uh, dada Lea, wewe njoo mwenye utasimamia bale ba dada bote wenye batakoropa sawa, basifanye tena ile muzanyi walifanya wiki yenyewe, inapita haitakuwa mzuri tena. Tulikuwa na bageni simuliona tulikuwa na bageni pia, haitakuwa vyema. So kwa kifupi, juu tusichelewe tena hapa, tulishabeba muda ya mingi kuanzia mkanisa mpaka hapa kwenye tunafikia. Basi acha Mungu atubariki. Pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote Amena. Amen. Mtumishi, ni kusamesha kidogo <laughs> Dada Vanessa,

oh Vanessa. <laughs> karibu. mm -hmm. acha tushukuru Mungu mm -hmm. <coughs> <coughs> <coughs> Mungu wa milele uliye juu mbinguni Mungu uliyetukuka Mungu wa kweli Mungu ambaye usiyeshindwa na kitu Mungu wa mamlaka baba wa mataifa unasema asante, shifa na shukrani zikurudilie Papa. Asante wa kufikisha muja wako tena, saa kama na hii, tutalisifu jina lako Papa, tutakapoanza salama kuzungumza na tutakapomaliza kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, amen. uta kula chochote

Baba, asante kwa kufikisha mja wako saa kama na hii sifa, na shukrani zikurudilie. Wewe ni Mungu wa kweli Mungu, Mungu wa Isaka, Mungu aliye Mungu wa Yakobo, asante kwa ugeni wako wa saa kama na hii yamema. Okay. Yeah. Ndiyo mzee, nilifika juu nikia kuletea sadaka ya shukrani juu nikia kuletea Mungu alisaidia kabisa. Baba uliye juu mbinguni, Mungu wa kweli, Mungu ambaye anakaa katika mahali patakatifu, Baba asante. Hey. <laughs> Hey. <laughs> kwa wako. Asanawemo wauu ya Karibu so sana Jean Jacques. Na Mungu mm uh... akubariki. Amen. Nashukuru <coughs> sana. Na Mzee, mimi nataka kwa kuondoka. Oke. Naona mtende na fiko kwa naenda. Asante sana. Asante sana. Hakuna shida. Nashukuru sana. Karibu tena Jean Jacques, mlango ziko wazi. Ndio ndio. Mimi ningali kwanza pala lakini mimi nataenda. Ewe ungali hapa. Eh. <laughs> Mtumishi, mi nilikia kweli tunge ente. Bon, nimona muda nakwaya mingi sana, nakuwa kama okay. Miaka tatu hivi. Bon, sasa vyenye nilikuwa nachunga chunga, uniambie au niambie <clears throat> No, na tunga tu pale pale, atuvukishe maki, atu, atu ingine, atu ndeta muingine ni hivyo. Nikasema sasa Mr. Ndela na nyamanza, nikasema umame nike kuambia. <coughs> Ya, yeah. Kwa kifupi mtumishi mi nakupendaka kukwendaka. Na mina juo na we, ni, ni me mkani sawa sawa. Ya, yeah. Juo nikasema Mr. Chunga, nikasema nike kuambia. Ya. Yeah. Jusa nikona una nakutaka mimi na kiaka kwako, nakutandikia, nakupigia na kupigia mimi, yote ni mwanamke mimi mu nyumba anaweza fanya mimi nalikufanyiziaka. Njoo sasa mimi nikaona nichelewe njoo nini, nipo nikasema nichungie mtumishi aniambie, hata niambie ndio. Nikasema ningekuambia, tuone kisi tutazidi sasa, tuta tutafanya vya zaidi ya vile relation yetu yi, nani iko male <laughs> okay, dada Vanessa, mimi nakuelewa mimi nakuelewa kabisa. Hmm. Kitu ni mimi naweza kulomba, nasikia unasema sema, uh, inakuwa wakati ya mrefu nanichunga. So jitahidi sana, usipoteze bahati yako, kama kuko kiana mwenye anakuchumbia, mkuye, mjiprezante kwenye niko, ni waoneshe wazee wa kanisa, tuwabarikie wachumba, mpaka kisi mtafikia. Mnaona Vanessa juu ukasema seme unaendelea huko unanisubiria. Mie, kwanza Vanessa. Mimi nakukamataka sawa, dada yangu. Kama unafikaka hapa unanifanyizia kazi, unanifulia nguo, unarepase. Mimi nakukamata sawa, dada. Unaelewa? Sasa, mtumishi kweli, tuseme kweli. Mimi niko ngapi mwe? Hmm? Kusema, sio nikamate sawa, dada yako kweli. Mimi, dada yako kweli, niende kutandikia kitanda, nikufyagilie, nikufulie. So, ah, uh, uh, dada Vanessa. <coughs> Mimi nakuelewa. Ndio. <coughs> So, unajua? Mm, kitu kenye mimi naweza kukuambia dada Vanessa. <coughs> <coughs> <coughs> Sasa bonoko na nikimbia. No, bakia pale hakuna shida. Tasa mtumishi wakati saminyu ulikuwa naniita ni nikufanyizie ni ni ni makazi zote, kila kitu, mnyumba nyumba, ulikuwa naniwazia nini? Dada dada, niko angapi mwene Jesus Christ? <laughs> i said dada, kweli kama njo shida, acha nda- ndatafuta mtu wa kazi. Ok, si ukamatake saa mtu wa kazi? Siwe kama unanielewa mie, si ukamatake saa mtu wa kazi ninakatala vanaume wa mingi na mkanisa, juu minajua mie na pasta kuko kitu kinaendeka, na na naa minajua taniwaka sasa. Mie unakiambia stop, stop kweli, stop, stop. <laughs> usikubali shetani akutembele, aku, aku Vanessa huh? Ah, usiruhusu shetani akutawale kwa uwezo wa chila na Yesu Kristo. hey, nikemea mie nakemea ile hewa nyeko ndani yako. Sikiliza tata Vanessa, hey. Mtumishi ah. Ah. Ah. Hey. Hey. Nile tu mtumishi ali na katala niko nakosa na chakula ya watoto kunyumba kidogo yote nye utakuwa tu tunayo baba, itanisaidia. Hali ni mbaya na chakula ya batoto, na nayo, chakula ya batoto, ya batoto mara waniko na kosa ninaikia tunikombe kitu kidogo nye utakuwa nayo napaka tana chakula ya batoto baba, hali nakatala pasta. Mitumishi pasta kabisa mina kuelewa. Asante baba. Asante baba, Mungu akubariki. Amina. Mungu akubariki sana. Asante. Barikiwe, yes. Sana. Amina.

Jambo, jambo, mtumishi, angalau tunafikia leo kwani onge yao ni kama hivyo, tayari kufika nami, sifurahia hata.

Mise, na mimi si yako makosangu. Na mimi najua ukatoka hapa tutaona tutakuwa bina hivi havitashurudia tena. Haki ya Mungu. Mimi na kwa havitashurudia tena. Nini, nini? Nini mtumishi? Mtumishi. Daktari. A sikukwambia umuue, sikukwambia fanyizia yaa, mindikwambia tu mupatie tu fundisho tu, mupatie uyu mupige tu alumi kidogo, apate fundisho, lakini sikukwambia umuue. Angalia sana, kufa mi, nafanya nini sasa?